Kwa majina anaitwa Zainabu Saidi Sendema ni kaimu meneja mkuu wa Chama Kikuu cha Ushirika Tunduru TAMCU Limited. Kwa msimu wa 20, 2025-2026 tulianza rasmi ukusanyaji wa zao la mbaazi mna au mnada wa kwanza tulianza tarehe 26 mwezi wa 8 2025. Ambapo tulianza mnada wa kwanza lakini pia pako kufikia tarehe saba mwezi wa kumi 2025 25, tumekwisha fanya minada saba kuuza mbaazi kilo milioni kumi na saba laki moja sitini na sita elfu mia nne na themanini zenye thamani ya shilingi bilioni kumi na mbili milioni mia tatu na mbili laki nane themanini na nane elfu mia moja na hamsini. Lakini pia kwenye hiyo minada saba hatujaishia hapo, bado tunaendelea kukusanya mbaazi za wakulima na bado minada inaendelea mpaka pale mbaazi za mkulima zitakavyokwisha shambani au mpaka pale utakapojiridhisha kwamba mbaazi za wakulima zimeshaisha. Kwa jina naitwa Marcelino Mrope, ni meneja wa Chama Kikuu cha Ushirika Tunduru maarufu kama TAMCU Limited. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kuelekea msimu huu wa korosho wa ishirini na ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita, kiukweli tumepata vifungashio eh, mapema sana na hili sio kwa mwaka huu tu, takriban misimu mitatu iliyopita, kwa maana msimu huu mwaka jana na mwaka juzi kiukweli tumekuwa tukipokea vifungashio hivi kwa wakati, na jambo ambalo limekuwa msaada mkubwa sana e, kwa mfano sasa hivi unaweza kaona, kwa kawaida sisi e, minada yetu waga tunaanza mwishoni au katikati mwa mwezi wa kumi na moja lakini unaweza kaona sasa hivi ni mwanzoni mwa mwezi wa kumi tayari tumeshaanza kupokea vifungashio hivi ambavyo mnaviona hapa na tayari pengine wiki moja baadaye vifungashio hivi mnavyoviona vitaanza kusambazwa kwenye vyama vya ushirika vya msingi kwa ajili ya kuwafikia wakulima. Jambo ambalo kwa macho ya kawaida unaweza ukadhani kama ni kitu cha kawaida hivi, lakini kwa sisi ambao ni wanaushirika na wakulima ambao tuko chini kabisa tunaelewa e, e, e, adha pindi ambapo vifungashio hivi vinakuwa havijafika kwa wakati kwa sababu unakuta mkulima umevuna korosho zako, lakini e, unashindwa sasa kuzipeleka galani kwa sababu tu huna kifungashio. Lakini kupitia hivyo sasa maana yake kupitia kwamba kushindwa kupeleka e, e, korosho galani kwa wakati kwa sababu umekosa vifungashio, tafsiri ni nini? Maana yake ni kwamba unashindwa kupata fedha kwa wakati, lakini pia hata ubora, kwa sababu korosho zinahifadhiwa kwenye gunia pekee, uweze ukavuna korosho ukahifadhi Eh, kwenye viloba vile vya kawaida ambapo tunatumia kuhifadhi hizo ufuta au mbaazi na mazao ya jamii hiyo. Korosho unahifadhi kwenye gunia, so, ukihifadhi eh, sehemu nyingine tofauti, kwa sababu vifungashio hakuna, tafsiri ni kwamba ubora wa korosho unakwenda kushuka, na ubora wa korosho ukishuka tafsiri, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba eh, ubora wa korosho unashuka, maana harisi ya kushuka kwa ubora wa korosho ni nini? Maana yake ikienda sokoni sasa inakutana na bei ambayo si rafiki. Kwa hiyo sisi wakulima tunavyoona kwamba e, gunia zinafika kwa wakati kama hivi e, kwa tunakuwa hatuna budi e, kumshukuru Daktari Samia kwa kweli, kwa kazi kubwa hii ambayo amekuwa akifanya hususan ndani ya hii miaka mitatu, na tuna imani tuna imani kabisa, e, serikali yetu hii sikivu itaendelea kufanya hivyo, kufanya hivyo miaka kadhaa ijayo.